Lakini utasema tu hapana, aanaviaago na anatamka jina la Yesu amina, ila waendi na ukweli wa andiko. Wanatumia ujanja ili wapate kuwateka watu, na watu wengi wametekwa. Amina, haleluya. Na njia yao kubwa kuwateka watu, wanatumia miujiza na kuwatabia na kuonea maono na kuwaotea ndoto. Haleluya kanisa. Yeah. Ndio maana nimesema kuwatoa ndoto sio shida hata mtaa haona ndoto. Kutabiriwa sio shida hata mtaa ndio akubalie. Sio tumia kwa ufamuzi. Bwana, wengi wataniambia siku ile mkazi. Wengi watamwambia siku ile. Bwana mkazi. Bwana. Bwana mkazi. Bwana. Atakufanya unabii kwa jina lako mkazi. Unaona? Kumbe mwangalio wa uongo. Hayo makanisa ya mizimu kumbe Kutengeneza miujiza feki. Wakafanya mazingira huko ili wafute watu. Ebu shituka huko, mama, shituka. Amin. Leo nafurishwa. Endelea mama. Na kwa jina lako kutoa pepo mama. Na kwa jina lako kutoa pepo. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi tu. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Shina tatu. Shina tatu. Ndipo Naye atawaambia, sikuwajua tokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hawa watumishi wa shetani hawa, hawa mawakala wa shetani wanakufanya ibada zao, si kwamba lita wawataji na Yesu, wanakaja yeah, na hata wakifundisha